Karibu tena kwenye hadithi ya kweli ya binti aliyeaminiwa kuwa amekufa lakini hakuzikwa. Kwenye sehemu hii ya pili, ukweli unaanza kujitokeza na siri nzito za familia zinafichuka. Usiondoke. Sehemu ya pili. Wakazi wa kijiji walikuwa bado na mshangao, siku mbili baada ya tukio la mazishi yaliyovurugwa na msichana yule aliyeibuka hafla. Kila mtu alianza kujiuliza Je, yeah, huyu ni roho au mtu hai? Kwenye sehemu hii ya pili ukweli unaanza kujitokeza na siri nzito za familia zinafichuka. Lakini Mariamu mama wa Halima alikuwa kimya, hakutamka neno hata moja. Macho yake alikuwa na madoa ya machozi yaliyokauka, na midomo yake ilikuwa kama imekufa ganzi. Kwa miaka kumi na mbili aliishi na maumivu ya kumpoteza mtoto wake wa pekee. Sasa yuko mbele yake hai, lakini hajui kuwa huyu ni mamake. Mama Sara aliyemlea Halima tangu waokolewe usiku wa kafara, alimleta msichana huyo kwa mzee wa kijiji ili wampe hifadhi, lakini mzee huyo alikataa. binti huyo wana mzimu, hana kivuli, hii ni laana kwa kijiji. Mama Sara akasema kwa sauti ya ujasiri, kama mnamwogopa basi naondoka naye, lakini siku moja kila mmoja wenu atakuja kusimama mbele yake, si kwa hofu bali kwa msaada. Halima alinyamaza, hakusema chochote, macho yake yalikuwa yanatazama mbali mbali sana. Kijana mmoja wa kijijini Ahmed alipata barua ya zamani ndani ya kabati la baba yake. Ilikuwa imeandikwa msichana huyo asizikwe, mwili wake usifike kaburini, damu yake ni ya kifalme, atakaporudi atageuza kizazi kizima. Ahmed alianza kuchunguza. Alipoenda kwa Mama Sara kuuliza kuhusu hilo, mama huyo alimtazama kwa macho ya huzuni, kisha akasema: Siku hiyo walitaka kumuua mtoto wa Nuru. Sasa amerudi, na sio kila mtu atavumilia mwanga wake. Usiku huo, Halima akiwa amelala akaamka ghafla, akiwa anateremka, akatoka nje, akaelekea kichakani, mahali alipowahi kuzikwa. Kuna mtu alikuwa anamsubiri. Msubiri mtu aliyekuwa kivuli cha familia yake. Mtu wa kiume mkubwa, nzito, pole pole akasema, umerudi, lakini hakupaswa kurudi. Uko hai, lakini hakuzaliwa tena. Halima akauliza kwa mara ya kwanza, nani mimi? Na kwa nini mlinificha? Sehemu ya pili inaishia hapo. Kila familia ina siri, lakini sio kila siri ni ya kawaida. Sehemu ya tatu inakuja hivi karibuni. Subscribe sasa na gonga kengele kabla gazi halijafunika tena.